Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa: kongamano la kimataifa la Kiswahili limeng'oa nanga Kampala ya Uganda, na wadau wa lugha hiyo kutoka kila kona ya dunia wafunguka, Kiswahili siyo lugha tu ya mawasiliano kwa ma kwa mamilioni ya watu duniani, bali pia nguzo muhimu ya utambulisho wetu. Na leo katika mashinani tutaelekea Sudani, ambapo ni miaka miwili tangu vita ianze nchini humo. Karibu. Ni Jumanne ya tarehe 15 mwezi Aprili mwaka 2025, siku ya sanaa duniani na pia ni miaka miwili kamili tangu kuzuka upya kwa vita nchini Sudani. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi, kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Leo katika mada kwa kina tutaelekea Kampala nchini Uganda, ambapo kongamano la kimataifa la Kiswahili limeng'oa nanga. Lakini kwanza tupate muktasari wa habari ukiwasilishwa kwako na Arnold Kayanda. Asante Lea. Ikiwa leo imetimia miaka miwili tangu vilipoanza vita vya sasa vya Sudan, mashirika mbalimbali mbali ya Umoja wa Mataifa na viongozi wametoa wa matamko ya mshikamano kwa nchi hii ya kaskazini mwa Afrika. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema Sudani inabakia kuwa kipaumbele cha juu kwa Umoja wa Mataifa na kwamba ataendelea kushirikiana na viongozi wa kikanda kuhusu njia za kuimarisha juhudi za pamoja za kuleta amani. Nchini DRC, kwa sababu ya kuendelea kwa ufurushwaji unaosababishwa na mafuriko, migogoro, ukosefu wa chakula na tishio la milipuko ya magonjwa, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limetoa wito leo kwamba mwitikio mkubwa wa kibinadamu ulioratibiwa vyema ni muhimu ili kuzuia mateso zaidi na vifo. UNICEF inaeleza kuwa mafuriko makali yaliyosababishwa na mvua kubwa katika wiki za hivi karibuni yamewalazimu takribani watu elfu kumi kuyahama makazi yao katika mkoa wa Tanganyika ambako mto Rugumba ulivunja kingo zake na kufunika maeneo makubwa ya wilaya ya Kalemie na Nyunzu na jukwaa la vijana la baraza la Umoja wa Mataifa la masuala ya kiuchumi na kijamii ECOSOC limeanza leo tarehe 15 hadi kesho kutwa tarehe 17 hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York Marekani. Jukwaa hili linatoa fursa kwa vijana kushiriki katika mazungumzo na nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa pamoja na wadau wengine, ili kueleza maoni yao pamoja na kuchochea hatua na mapendekezo ya kuubadilisha ulimwengu kuwa mahali penye usawa zaidi na endelevu, chini ya mwongozo wa ajenda ya mwaka 2030 na, na malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Mwisho wa muktasari wa habari kwa kolea. Asante sana Arnold Kayanda kwa muktasari wa habari. Hapo baadaye kwenye mashinani, tutaangazia madhara ya migogoro katika siku ya kumbukizi ya miaka miwili.